Labda niseme ni, ni, ni kitu kimoja. Kwa nini swala inakuwa Feisal, vipaje za Kapombe? Kwa nini Kapombe akufaya Feisal? Sasa bwana, hiyo sio story yani. Kwa nini hamtaki kuzungumzia huko? Ni, ni kama henga unajua henga henga ya kuwekea nguo eh, he, ni henga ena eh, eh, so ah, yani sio una um, yani yani unafomuona vile anapendeza na pasi, na magori na nini. Kula kitu hiyo kwa nini sijiulizi? ah, okay. Mimi ninachosema ni kwamba kwa nini story, yani hakuna mtu yoyote anayejali kwamba nani Kapombe jezi Azam, kwa nini Kapombe sio Mtanzania? Jamani, wanajua mtajeni, wanachambua ile. Ni kitu kimoja, sio issue kubwa Siyo sio sio, swala la unajua watu wanahusiana usajili sana, nini, sio kitu kibaya kuhusiana na mambo ya usajili, lakini kitu kikubwa kuliko vyote, watu wanatakiwa waelewe kwamba Feisal ni msajili mkubwa kuliko wote Tanzania. Sio mkubwa wa umri, ukubwa wa jina la mpira, hakuna nani anayeshika nusu ya Feisal kwa kila kitu anachofanya. Feisal ni story, ndio maana niliwauliza, mbona hamzungumzi kuhusu Kapombe? Kwa sababu Kapombe hawezi kuwa story mbele ya Feisal. Yaani kitu akifanya fake, Kapombe aeza, aa, si ndio nyinyi wenyewe? Akishafanya fake kitu, hakuna anayezungumza kitu kingine. Hakuna anayezungumza. Yaani fake kwenye mechi usiombe. Mcheza mechi yenu mcheza pamoja na Fei yumo ya jina. Eh, ni Fei. Yani, jina la Fei lile linafunika hmm, kila kitu atakachofanya Fei, kila kitu kinakuwa tofauti tena, nini? Si mchezo. Mchezo, mchezo, nini? lakini suri kubwa nani anakuwa Fei. Fei hajafunga hata goli lakini, eh, kwani wangapi ame assist ile mechi ile pasi bwana! Yani, kuna pasi zimepigwa. Ile pasi ile pasi ni superb, ngoja nikwambie, ile pasi ni superb. Nimetoka kuzungumza hapa, ni pasi ya dola milioni moja. Unajua ile pasi kama inaweza dola milioni moja, sawa kabisa, sina shaka ile pasi. Lakini goli alofunga ni, kafunga goli zuri sana ukihesabia yani, ukianza kuhesabia ile goli, pasi ni nzuri sana lakini, yule aliyofunga, naye kafanya kazi kubwa sana, kuanzia kusoma mchezo, yani sio sio tu kumalizia ile goli, unaweza kuzaa kata malizia. Jana niliposti ile clip, wakati Fei kachukua mpira alikuwa kwenye nusu ya nusu ya pili ya uwanja, akarudi kwenye nusu ya Azam huko, yule mtoto alikuwa kama na, lakini anamwangalia Fei Fee alipokatiza nusu ya uwanja tukuja huku dogo akaanza kukimbia, yani alivyo geuka amona Fee yule akaanza kutengeneza Ha, lile goli, lile goli peke yake tu, hata kama angekuwa alifanya mabaya sana, kuna hakwenda kucheza mpira, alikwenda kumcheza mtu kwa kumvunja kwamba <laughs> Simba walinyimwa penati. Walinyimwa na, nani? Hakuna penati, Simba, penati, na, na, na, hakukuwa na penati, na mimi nilipokuwa uwanjani hata nilifanya interview baada ya mechi nilikuwa na ile moment na, nil, na mimi nilidhani kwamba kulikuwa na msano kati ya mpira na, na mkono wa, wa Yoro. E, ni kwenda kuiangalia lakini uh -huh. Hata kama ingekuwa mkononi kwenye zile moment, hamna penalty, yale nakwambia beki anapookoa mpira umetoka, ba, umetoka. Kwenye, kwenye moment kama ile kwa beki kwa mchezaji anayeokoa akiwa kwenye boksi yake, alifanya maamuzi sahihi sana. Kamera penalti ilikuwa hiyo, lakini si amepeta. Aye, ame, ame, ame, ame, hawezi ame kuwa perfect kwa asilimia mia moja. Unajua yani hawezi ref akawa akawa sahihi kwa asilimia mia moja, lakini ukizungumzia kuhusu matukio kama hayo yapo na sisi nasema, hata goli goli lao la kwanza ilikuwa offside Wakati, wakati Kibu, Kibu anatoa pasi kwa Mpanzu, Mpanzu alikuwa kazidi, alikuwa ofsaidi. Wakati goli la pili ambayo refa aliamua kuwa madhambi uh, na ikapigwa ile free kick wakapata goli la pili, yale alikuwa anasema madhambi yule, hakucheza hakumchezea faulo, alifanya tackling akaupiga mpira, alafu kibu akaenda akaukwaa ule mpira ndio akaenda kuanguka Ah, huku, pale pale kwenye <laughs> Eh, hey, okay, ali uh, ka, kama, kama, kama kama kama ukizungumzia uh, makosa ambayo yamegharimu yame, yame, yame, yame yame imegharimiwa sana. Ma, sinakwambia magoli yaliofungwa ingekuwa kama kuna VAR yasingekuwa kwa magoli ee, yote yote mawili yote ya Simba. Goli la kwanza nakwambia, liko offside, yule mpanzo akawa amezidi wakati anapokea ile pasi ya Kibu. Na goli la pili ile faulu ambayo iliitishwa faulu ndiyo akapata wale, wakapiga. Haikuwa faulu. Na hata ilipopigwa wakati yule anayefunga ule, kuna mtu kashikwa huku ee. Unaona hivyo kwa yote au ukijumlisha, inakuwa yanakuwa, yanakuwa ni matatizo tu. Kwa hiyo kama kulalamika, tulalamike sisi zaidi